Leo nitaelezea ubongo ni nini. Najua linapotajwa neno ubongo unakuwa na maswali mengi kichwani mwako. Je, ubongo ni nini? Ubongo ni kiungo muhimu sana katika mwili wa binadamu, kikiwa ni sehemu ya mfumo mkuu wa neva ni chombo kinachohusika na kazi mbalimbali mbali za mwili na akili na kinatoa mwongozo wa shughuli zote zinazotokea katika mwili. Ubongo una uzito wa wastani wa kilo nukta moja nne kwa watu wazima na umepangwa kwa sehemu kuu tatu: moja, ubongo mkuu cerebrum. Huu ni sehemu kubwa zaidi ya ubongo na unahusika na kazi nyingi, ikiwa ni pamoja na mawazo, hisia, kumbukumbu kumbu, ufahamu na kudhibiti harakati. Ubongo mkuu umejigawanya katika nusu mbili hemisphere za kushoto na kulia ambapo kila nusu ina jukumu maalum kama vile nusu ya kushoto inahusiana na lugha na nusu ya kulia na ubunifu. Mbili, ubongo wa kati diencephalon, hii ni sehemu ya ubongo inayohusiana na udhibiti wa mifumo ya mwili kama joto la mwili, njaa, hamu ya usingizi na utendaji wa tezi za homoni. Inajumuisha sehemu kama thalamus na hipothalamus. Tatu, ubongo mdogo cerebellum unahusika na uratibu wa harakati, usawa wa mwili na umakini wa kijinsia. Ni muhimu kwa usahihi wa harakati na kujua nafasi ya mwili katika anga. Nne, mojawapo ya sehemu muhimu zaidi ni shina la ubongo, brainstem. Hii inahusika na kudhibiti shughuli muhimu za mwili kama vile kupumua, mapigo ya moyo na mmeng'enyo wa chakula. Ubongo unajumuisha mamilioni ya seli za neva neurons ambazo hutoa taarifa na kudhibiti kila kitu kinachotokea katika mwili. Kwa hiyo, ubongo ni kiungo cha msingi kinachohusiana na kila kazi muhimu inayofanyika katika mwili wa binadamu. Nina imani umejifunza mengi leo kuhusu ubongo. Nashukuru sana kwa kutazama video hii. Pia usisahau kubonyeza alama ya subscribe na kengele hapo chini ili usipitwe na makala mpya nzuri za kuelimisha zinapotoka, ila pia shiriki kwa uwapendao ili nao wapate maarifa. bahibahi bahi. tukutane kwenye video nyingine.